Mwenyezi Mungu mwomba wetu na mwenye kutoa neema ndogo ndogo na neema kubwa kubwa, namshukuru kwa kunijalia uzima na baraka zake zilizoniwezesha kufika hapa nilipofika maishani. Bila yeye singefika hapa. Namwomba aendelee kunilinda na kuniongoza nipate hatima njema. Pili, nawashukuru wazazi wangu mzee Halfani Mrisho Kikwete nabi Asha Jakaya, kwa kunizaa kwa kunilea, kunisomesha na kwa ushauri na maelekezo yao yaliyonisaidia kupata mafanikio niliyoyapata maishani. Wote wameushatangulia mbele ya haki, naendelea kuwaomba mapumziko mema. Namshukuru mzee John Aron Mahavile marehemu sasa, aliyekuwa katibu mtendaji mkuu wa tano kwa kuniona inaf, ninafaa kuajiriwa kuwa mtumishi wa chama. Yeye ndiye aliyekuwa mwenyekiti wa jopo ilionifanyia usaili nilipoonesha nia ya kupenda kutumikia chama wakati nilipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam kulikuwa na jopo la watu watatu: katibu mtendaji mkuu mzee John Muhavire, makamu mkuu wa chuo kikuu mzee Pius Msekwa na aliyekuwa katibu wa rais ndugu Joseph Butiku. mwana yuko pale kakaangu. Hawa ndio walio ni saili wakasema, bwana mdogo huyu anafaa, nikapelekwa sasa. Kwa hiyo lazima niwashukuru, ni sehemu ya historia ya maisha yangu. Namshukuru Mzee Pius Msekwa aliyekuwa katibu mtendaji mkuu wa kwanza wa CCM kwa mambo mengi. Namshukuru kwa kuniamini na kuniteua kwenda kufanya kazi afisi kuu ya CCM Zanzibar Kiswandui, na kunipa dhamana kubwa nikiwa na umri mdogo wa miaka ishirini na sita na nilikuwa mtumishi wa chama kwa muda wa mwaka huu mmoja wameniamini tu yeye na wa, wa, manaibu wake. Dr. Salmin Amug Juma alikuwa naibu katibu mtendaji mkuu wa CCM Bara, kama ndo na kana ya aibu Simba aliyekuwa naibu katibu naibu katibu mtendaji mkuu Zanzibar, lakini nadhani waliona wanijaribu tu. Bahati nzuri chini ya malezi na uongozi wao na majaliwa Mwenyezi Mungu, sikuangusha. Lakini uteuzi ule ulinipa fursa ya kushiriki vikao vyote vya kamati kuu, kamati za kudumu, kamati kuu na halmashauri kuu ya taifa, nikiwa mmoja wa waandishi wa kumbukumbu kumbu za mikutano. Kwa sababu hiyo, tangu mwaka 1977 mpaka sasa nimebahatika kuhudhuria vikao vyote vya halmashauri kuu ya taifa isipokuwa kipindi nilichokuwa katibu mtendaji wa mkoa wa Tabora kwa mwaka mmoja. Kwa sababu baadaye, mwaka 82 mimi mwenyewe nikagombea nika, nika na nikawa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa hivyo. Nimeyaona, nimeyasikia mengi, jambo ambalo limejengea msingi mzuri wa uongozi katika chama chetu kama kuna kitu nakifahamu vizuri sana maishani mwangu ni chama cha mapinduzi. Ndugu wajumbe, napenda pia kuwashukuru mwenyekiti wa kwanza wa CCM Mwalimu Julius Nyerere, makamu wa mwenyekiti na katibu mkuu mstaafu Mzee Rashidi Mfaume Kawawa kwa kuwa wazazi na walezi wangu wazuri wa kisiasa. Nawashukuru kwa kutambua vipaji vyangu na kazi walioifanya kwa ya kunilea, kuniendeleza na kuniongoza. Waliniamini na kunipa fursa iliyonijengea msingi mzuri ambao naamini ndio ulionisaidia kufika hapa nilipomaliza. Baba yangu alipofariki wakati unapitia makaratasi yake, nikaiona barua aliyomwandikia Mzee Kawawa kulalamika kwamba mbona mwanangu hana kituo, mara hapa, mara pale, mara hapa na kama miezi i michache hapa pale pale, pale. Na nimeona majibu ya Mzee Kawawa Akamwambia mzee, kijana ana akili nzuri. Baba wa taifa anaamini kwamba ni mmoja wa vijana tuwaendeleze, watakuwa na manufaa makubwa kwa uongozi wa taifa hili. Na kwa ajili hiyo ataendelea kufanya kazi maeneo mengi, mpaka mpaka huko mbele ya safari, lakini mzee yule alini hakuniambia na ile faili alilificha kwa sababu unajua huwezi kwenda kufungua faili la baba yako. Kwa wazee waliniamini, natoa shukrani maalum kwa viongozi wangu wawili muhimu sana katika maisha yangu ya kisiasa. Wa kwanza ni mzee Ali Hassan Mwinyi, rais wa awamu ya pili na mwenyekiti wa pili wa CCM. Namshukuru kwa kuniamini yeye ndio alionifanya nijulikane kwa Watanzania. Mimi sikuwa mbunge, nilikuwa mjumbe wa NEC na katibu wa CCM wa wilaya Masasi, akaniteua kuwa mbunge na kunifanya kuwa naibu waziri Novemba 88, miaka miwili baadaye nikawa waziri kamili. Miaka mitatu baadaye nikawa waziri wa fedha, nikanipandisha chati. Lazima niseme ukweli tu, kama sio wewe mzee Mwinyi, ingekuwa sisi pengine, nimehamishwa wilaya, wilaya ya Masasi ningekuwa wilaya ya Tunduru, basi ingekuwa bado katibu wa wilaya. Lakini we ukanitoa pale. Sitaki kuyasimulia mzee Warioba alipokuwa ananivizia vizia, siku moja kwenye neki hapa, we unaondoka lini? Naambia mzee mimi naondoka kesho. Una hakika kaona? Ameningang'ania sana huyu mzee huyu mzee waziri mkuu ana amening'ang'ania kuhusu mie kuondoka nami nimemaliza mkutano na narudi kwenye kituo changu. Basi baadaye ndio wakaniambia tujo nyumbani, sasa rais anataka kukuhamisha. Basi wa pili ni mzee Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya tatu na mwenyekiti wa tatu wa CCM shukuru kwa kuniamini na kunipa dhamana nzito ya kuongoza diplomasia ya Tanzania kama waziri wake wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa kwa miaka kumi mfululizo. Hili nipa fursa ya kuijua dunia. Hii imenipa fursa ya kuwajua watu duniani na pia na watu nao duniani kunijua niliweza kujifunza mambo mengi mazuri na yenye manufaa kwa nchi yetu, na kuwajua viongozi na watu wa watu duniani walioweza kuwa wa msaada na manufaa kwa nchi yetu. Mambo hayo yalikuja kunisaidia sana katika kuliongoza taifa letu. Pia namshukuru kwa kunipa fursa ya kuwa mjumbe wa kamati kuu katika kipindi chote cha miaka kumi ya uongozi wake wa chama na hata kabla ya kuwa mjumbe wa kamati kuu aliamua niwe mwalikwa wa kudumu kwenye vikao vya kamati kuu. Mzee Mkapa, namshukuru sana. Mzee Mwinyi na Mzee Mkapa, sina kitu wala namna ya kuwalipa kwa hisani kubwa mlionifanyia maishani. Nasema asanteni tena, asanteni sana. Inshallah Mwenyezi Mungu atawalipa kwa wema wenu. Mimi nitaendelea kuwaombea maisha marefu yenye afya njema, furaha na faraja tele. Ndugu wajumbe, katika kipindi, katika miaka kipindi cha miaka kumi ya kuwa mwenyekiti wa chama nilifanya kazi na makamu wa mwenyekiti wa tano kwa upande wa Zanzibar ambako nako tumekubaliana kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi anakuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu. Ilianza na kaka yangu na swahiba yangu Dr Amani Abeidi Karume. Ninamalizia uongozi wangu na Dr Ali Mohamed Shein, rais wa sasa wa Zanzibar na mwenyekiti na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi wamekuwa na wasaidizi makini kwa shughuli za chama Zanzibar. Bila ya wao sijui mambo yangekuwaje? Kwa upande wa Tanzania Bara, nilianza na mzee John Samuel Malechela, pamoja na kunisaidia katika shughuli za kawaida za zangu lakini alikuwa mpambanaji wa mstari wa mbele katika kutetea na kupigania maslahi ya chama. Nani asiyejua kazi ya mzee marechela kwenye chaguzi ndogo? Akiingia tu, ujue jamaa hawapati kitu. Wa pili alikuwa mzee Pius Msekwa. Maisha bwana, ndivyo alivyo. Nilikuwa personal assistant wake na baadaye akaja kuwa msaidizi wangu na mimi <laughs> ma, ma, maisha ni mzunguko tu, ndio maana ndio maana usii usimuudhi sana mwenzako, iko siku mtakuja kukutana mahali fulani hivi ukaona aibu. Sasa kipindi kile nilichokuwa msaidizi wake pale afisi ndogo pale, ingekuwa mzee yule ananionea anafanya hivi na hakika alipofika wakati wa kutafuta makamu mwenye kiti, jambo la kwanza lingekuwa simtaki, au ningemtaka ili nami nimwonyeshe kwamba sasa miye mkubwa za makamu, njoo, e, naomba uende mahali fulani. Lakini ndio maisha. Ila mzee Msekwa yeye alikuwa ndio kamusi na hazina ya CCM, ni hazina inayotembea ensaiklopidia ya kumbukumbu kumbu za historia ya chama na taifa. Mzee Mseko alikuwa ndio katibu wa kwanza wa bunge baada ya uhuru, ile bunge la kwanza lile tunapata uhuru, huyu ndio katibu, na hodari sana wa kuandika na kuweka kumbukumbu kwa katika kule tulifanya kazi kwenye chama kule, mkiwa na jambo tu wewe mko msheni, anakumbuka mpaka vifungu vidogo vile vya katiba. kwa ndio msaada wake mkubwa lio, kwa hiyo imetusaidia sana. Watatu na wa mwisho ni mzee Philip Mangura, makamu mwenyekiti aliyopo sasa, yeye amesaidia sana kwa masuala ya maadili, nidhamu na udhibiti katika chama, maarufu kwa mzee wa faili. Ananiambia wakati huyo, anasema nishafungua mafaili, anasema nikimsikia tu mtu anatajwa tajwa kwamba atachukua fomu, nafungua faili. Ndiyo, wakawa wananiambia tushafikisha ishirini na nane lakini yataongezeka yata yatakuwa yata kumi zaidi. wengine tukawa tunawangojea hawakutokea. hao wote nawashukuru sana kwa ujumla. makamu wote wamenisaidia sana kuifanya kazi yangu ya uwenyekiti wa chama kuwa rahisi. Hasa wakati nilipokuwa rais wa nchi yetu, ambapo nafasi na ya kujishughulisha na maswala ya chama kwa kila siku ilikuwa finyu sana. Bila msaada wao mambo yangekuwa magumu sana. Hivyo basi, napenda kukutoa hofu rais, kwamba ukiwa na makamu wa mwenyekiti wazuri na katibu mkuu mzuri, ukawapa fursa ya kufanya kazi zao na wewe ukawasaidia kwa upande wa uwezeshaji.